Karibu katika channel yako pendwa kwa update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali mbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Aa, video hii itazungumzia tangazo la kuitwa kazini katika taasisi mbalimbali mbali za umma na hii ni kwa wale waliofanya usaili tarehe 6 mwezi wa 11 2024, na, na tarehe 20 mwezi wa 8 2025, lakini orodha hii pia imejumuisha baadhi ya majina ya wale waliokuwa kwenye database kwa kada mbalimbali ambao wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kuweza kupatikana. Kwa wasailiwa wote waliofaulu usaili na kupangiwa vituo vya kazi, barua zao za kupangiwa vituo vya kazi watazipata kupitia akaunti zao za ajira portal kwenye sehemu ya my application. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe ni kudownload barua yako na kuweza kuripoti nayo katika kituo chako cha kazi ulichopangiwa, lakini Hakikisha unaripoti katika kituo chako cha kazi ulichopangiwa ndani ya muda ulioainishwa katika barua yako, na ukiwa na vyeti vyako halisi, yani original certificate kuanzia kidato cha nne na kuendelea. Na kwa kwawee ambaye jina lako halipo katika tangazo hili, fahamu ya kuwa haukupata nafasi au haukufaulu usaili, hivyo usisite kuomba tena kwa mara nyingine nafasi zitakapopatikana. Ah, chuo cha bahari Dar es Salaam, chuo cha elimu ya biashara CBE, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ya, utaweza kuona majina ya wale walioweza kuitwa kazini kama jinsi yanavyoonekana katika video hii. Sasa namna ya kuweza kupata PDF hii, join katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. PDF zote za leo utaweza kuzipata katika grupu letu, lakini pia hakikisha umesubscribe channel yetu ya YouTube, Bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii na wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi kwa wakati. Na kwa wewe ambaye umechaguliwa, hongera sana na nikutakia kila laheri katika kazi yako mpya ambayo unakwenda kuianza. Na kwa wewe ambaye hukuchaguliwa, usikate tamaa. Kumbuka huu ni mwanzo na sio mwisho. Jitafakari wapi ulipokosea, rekebisha pale ambapo umeweza kukosea andaa CV yako vizuri, andaa barua yako, lakini pia jipange kwa usaili, ili uweze kupata nafasi nyingine, na nafasi zitakapotangazwa, basi usisite kuomba tena. Asanteni na karibuni.